Mpendwa, karibu katika mwongozo wa kujifunza maandiko matakatifu. Tupo katika somo la kumi na moja somo la kumi na moja ambalo linasema kuishi ndani ya nchi, kuishi ndani ya nchi. Tuombe. Baba, asante kwa ajili ya somo zuri la kuishi ndani ya nchi, na kuna mgogoro ulitokea hapa, na asante kwa mafunuo na masomo mazuri ambayo yamo katika ndani ya huu mgogoro katika jina la Yesu amen. Fungu linalotuongoza katika mjadala wa leo au katika somo la leo linasema kitabu cha Methali 15 moja inasema, jibu la upole huondoa hasira, lakini neno kali huchochea hasira. Katika wiki hii tunaona wana wa Israeli wamesha teka nchi yote ya ahadi, na kuna wachache ambao walibaki kinyume na maelekezo ya Mungu au waliotakiwa kuondoka, waliwaacha baada ya kuwa wameshagawana. Kumbuka katika mgao ulikuwa ni kwamba kuna mto katikati wa mto Yordani, mashariki mwa mto Yordani ilikuwa ni sehemu pia ya nchi ya ahadi, alafu kivuka ukaingia magharibi mwa nchi ya ahadi ndipo ambapo makabila mengi yalikuwa yanakaa. Sasa kuna kabila linaitwa kabila linaitwa uh, ruben naingeitwa Gadi na, na, na, na, na, na, na, na nusu ya kabila la Manase kati ya makabila kumi na mbili ya wana wa Israeli. Hawa wawili na nusu eneo lao lilikuwa ni upande wa mashariki mwa mto, lakini katika mchakato wa kwenda kuiteka nchi ya ahadi huku walibaki tu watoto na wakina mama. Wanaume wote waliungana na makabila haya mengine tisa na nusu, kuhakikisha wamechukua eneo lote. Walingia katika vita vya kwenda kuteka lile eneo kwa uongozi wa Mungu, wakaliteka lote, wakalichukua. Baada ya kuwa wameliteka wanataji kukaa kwenye ile nchi. Ili wakae kwenye ile nchi, mtu, mtu wa Mungu, inabidi sasa hawa wanaume warudi, hawa wanaume wa kabila la Gadi, kabila ya Rubeni na, na nusu ya kabila la Manase kwa mgao ambao Musa alielekeza wa nchi ya ahadi, warudi kwenye eneo lao ambalo walikuwa wakiishi mwanzo, ambalo wamepangiwa, ambao lenyewe liko, wasema kama wanasikia, West Bank na Eastern Bank of the Jordan River. Hawako, wako mashariki. Mashariki ili ufike bidi uvuke tena mto ule wa Yordani. Kuna kitu kinatokea wakati wana, wanaanza kukaa kwenye ile nchi baada ya kuwa wamehitimisha vita vyao. Kitu hicho kinatupa masomo makubwa sana katika maisha, na kitu hicho ndicho ambacho huwa kinatokea kila siku kwenye maisha yetu sisi watoto wa Mungu, hasa katika makanisa, katika jamii na katika familia. Migogoro inayohatarisha kuteketeza kabisa familia, migogoro ambayo kama isipohitajika hekima vita vitaibuka katika familia. Hicho ndo kitu tunakwenda kujifunza katika siku hii ya leo. Hebu hebu, hebu, hebu tu, tu, tu, tuombe tena kidogo. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya migogoro ambayo iliyoibuka hapa kati ya kabila la Gadi kabila la Ruben na nusu ya kabila la Manase na makabila tisa na nusu yaliyobaki ndani yake. Bwana leo tunakwenda kujifunza mambo makubwa sana, ninaomba Bwana hayo mambo hayo, hayo mambo hayo yakabadilishe maisha yetu kabisa kwa jina la Yesu amen. Jambo la kwanza tunalojifunza ni hotuba ya kuaga haya makabila mawili na nusu yanapohitaji kuondoka, ambayo tumesema ni kabila la Gadi, kabila la, la, tumesema kabila la Gadi, kabila la, la, la Reuben na nusu ya kabila la Manase wanahitaji kurudi sasa kwenye nchi yao kule upande wao ambao wamegawiwa eneo lao la, la nchi ya ahadi kipande chao, baada ya kuwa wamesaidia vita upande wa magharibi wa mto Yordani, wa wenzao ndugu zao, kwa ushirikiano mmoja wakaiteka nchi ya ahadi. Yoshua anawapa usia, kwa sababu nyie mtakuwa mbali, ili mfike kwa wenzao inabidi mvuke mto, kuna kaumbali kidogo, lakini msimsahau Mungu. Kuna watu ambao wakisafiri wakienda mbali na ndugu zao wanamwacha Mungu. Ukiona umekaa mbali na Mungu na kanisa, unamwacha Mungu. Ujumbe wa hotuba ya kuagana kati ya makabila haya mawili na nusu na makabila yote ya wana wa Israeli, tukio ambalo lilifanyika mahali pa ibada Shilo, lina mafunzo makubwa kwetu. Soma kitabu cha Yoshua kwa sababu kimsingi Wiki hii tunajifunza Yoshua 20 na ngapi? Na mbili Yoshua 22 mstari wa tano anasema, lakini jihadharini sana kushika amri na sheria ambayo Musa mtumishi wa Bwana aliwapa. uh-huh. kumpenda Bwana Mungu wenu na kuwapenda na kuenda kwa kumtii na kushika amri zake na kushikamana naye na kumtumikia kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Huu ushauri huu wa, wa Yoshua 22:5 ambao tano ambayo Yoshua anayapa makabila ya Reuben, Gadi na nusu ya kabila Manase ambao kimsingi wanakwenda kukaa mbali na, na makabila tisa na nusu waliobaki, ni ushauri ambao mtu yeyote anayempenda Mungu lazima auzingatie. Anaambiwa mambo makubwa, mambo makubwa kama matano hivi. Jambo la kwanza, jambo la kwanza, kumpenda Bwana Mungu wako. Upendo ni kanuni ambayo inapaswa kutuongoza kwa Mungu hatumpendi mungu kwa sababu tunampenda tu tunampenda mungu kwa sababu yeye ndilitupenda kwanza kwa mujibu wa yohana wa kwanza nne kumi na tisa ingali tulipokuwa hatuna ishu mungu alituokoa lakini jambo la pili wanaambiwa hawa watu na sisi tunaambiwa leo kutembea kwa kumtii kumpenda mungu sio maneno ni kujua mungu anataka nini na sisi tutembee kwenye vile ambavyo mungu wetu anavitaka hivyo Yoshua anaonyesha mwenendo unatarajiwa kuwa wale wanaochagua kutembea na Mungu. Huwezi kutembea na Mungu ukiwa humtii Mungu. Hata hivyo nne nne, nafikiri ni Amosi kama sio Yoeli, kuna fungu linasema wawili wawezaje kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. Ko, lazima utembee kwa kumtii Mungu. Lakini jambo la tatu wanaambiwa kushiriki kushika amri zake kushika amri zake. Utii ni matokeo ya asili ya moyo wa shukurani ambao unaelewa kile ambacho Mungu amekifanya. Ukielewa kile ambacho Mungu amekufanyia na moyo wako ukatoa shukurani, matokeo yake ni kutii amri zote ambazo Mungu ameagiza kuzifanya, tena kwa kuwezeshwa. Kama ambavyo tulijifunza wakati tunaangalia kitabu cha Kutoka, tuligundua amri za Mungu ni, ni zawadi kwa mwanadamu na huyu Mungu ametoa namna na uwezeshwaji wa uzitimu. Lakini jambo la tano ambalo wanapoagana wanaambiwa hawa watoto wa Mungu kumtumikia kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Watu wote waliompokea Yesu na kumpokea Mungu wana jukumu la kumtumikia. Sisi tumeokolewa ili tumtumikie Mungu. Yesu atakapokuja atatukuta tukiwa tunamtumikia Mungu. Ndio maana hatutakiwi kuwa distracted, kutolewa katika lengo la kumtumikia Mungu na chochote kinachoendelea hapa duniani. Yesu atakapokuja atawakuta watu wanaompenda wakimtumikia, licha ya vita, licha ya migogoro ya kitaifa, licha ya kutokuelewana kisiasa, licha ya viongozi wa dini kwa wa mafisadi licha chochote kinachoendelea, atawakuta wanaompenda wanamtumikia kwa moyo mnyofu. Nikutie moyo mpendwa, muulize Mungu, umenipa nini nikutumikie kwa hicho, ili jina lako lipate kutukuzwa dunia nzima. Ndio maana Yesu akasema, heri mtumwa yule, heri mtumwa yule, au amebarikiwa mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Anafanya hivyo nini? anamtumikia Mungu kwa moyo wake wote, licha ya mambo yote yanayoendelea katika dunia hii. Ko, tumeangalia sehemu ya kwanza, hotuba ya kuwaaga hawa watu na nasaha za Yoshua akiwa ameshazeeka, kwa hawa watu ambao ni kabila la Gadi, kabila la Reuben na nusu ya kabila la Manase, ambao wao walienda kukaa upande wa pili wa mto Yordani, ni mbali kidogo na ndugu zao. sasa wanaondoka wanapoondoka, kuna mgogoro unatokea. Somo linasema la pili, sababu ya mgogoro, kitabu cha Yoshua 22 mstari wa kumi, anasema: walipofika Gelilothi karibu na Yordani katika nchi ya Kanani, Waruben Wagadi na nusu ya kabila la Manase walijenga madhabahu huko kando ya Yordani. Dorodani. Sasa hawa jamaa baada ya kuwa wanaondoka, itabidi tena wavuke mto Yordani kurudi upande wa pili wa mashariki, wawache wenzao wengi upande huu mwingine, na watakuwa mbali na ndugu zao. Kwa hiyo walipofika wakashauriana, wao wakasema upande hua, huu wa magharibi huu tunapotoka, kabla tujahama, tujenge madhabahu kubwa mfano wa ile madhabahu ya Shiro ya kumwabudia Mungu. Lengo letu sisi ni ukumbusho, maana hapo walipo pembeni yake Yoshua alipanga mawe, tulijifunza kipindi cha nyuma mawe, kuonyesha kwamba Mungu kama kumbukumbu, kumbu kwa vizazi kwamba Mungu alituvushaga kwenye umto kwa njia ya muujiza, lakini leo mtu alikuwa ameshakuwa mdogo, kwa hiyo alikuwa anapitika kawaida. Wao wakajenga ishara ya kwamba vizazi vyetu na vizazi vipya vya hawa watakapokumbukana baadaye, wasije wakageukana, wakasema haba hawa ni kabila lingine. Sisi wote ni wamoja ko, haikuwa madhabahu ya kuabudu Mungu, ilikuwa ni madhabahu ya ishara au kielelezo au ukumbushwa kile Mungu ambacho mafanyia. Ni wazo jema, hawajaambiwa na Mungu, lakini ili wazo jema, wazo hili lilileta mgogoro mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu Mambo ya Walawi kumi na saba mstari wa nane mpaka wa tisa Sheria ilikuwa inasema itatolewa adhabu kwa mtu yoyote atakayejenga mahali pengine popote madhabahu au mahali pa kuabudu nje ya mahali ambako Mungu ameandaa hema yake ya kuabudia. katika hawa wana Waisraeli, kwa hawa jamaa kwenda kujenga hiki kitu tena mahali pengine taarifa zi uvumi ukavuma kwamba wale mabwana wametengeneza nini kaeneo kengine ka kumwabudia mungu tofauti na kile ambacho Mungu amesema. Kwa kisheria, wanatakiwa wauawe. Wenzao wakajiandaa kupigana nao vita, kwa sababu wamevunja sheria, kwa sababu hiyo ilikuwa ni dhambi. Ndugu zao kumi na mbili ishirini na mbili wakawa wanajiandaa kuwavamia, ili wawaondoe wawafute, maana wameenda kujenga mahali pengine kwa kumwabudia Mungu wakati Mungu wao amewapa maelekezo tofauti. Jambo hilo hawakuambiwa na Mungu, lakini kilichowatuma kufanya vile sio madhabau, sio kwa ajili ya madhabau ya kumwabudia Mungu, ni madhabau ya ukumbusho tu. Wakiliona hivyo, wajua kweli Mungu watoto wetu hawatachanganya ibada na mungu mwingine. Wale watu wakajua wamejenga kumwabudia Mungu. Kwa hiyo ikaletea mgogoro mkubwa, wenzao wote wakajiandaa kuja kuwashambulia wawaue, kwa sababu wamevunja kanuni ya ibada ya kujenga sehemu nyingine mpya ya kumwabudia Mungu. Japo huko mbele kama tu, m m vitabu vinavyofuata tutajifunza, alikuwa jamaa mmoja naitwa Yeroboam akajenga madhabau nyingine kule Dani na Betheli, na taifa likapasuka vipande viwili. mashtaka sehemu. Ya tatu tutaangalia kitwetwa mashtaka. Kitabu cha Yoshua 22 mstari wa 16, anasema kusanyiko lote la Bwana linasema, unawezaje kuvunja imani na Mungu wa Israeli? Hivi unawezaje kumwacha Bwana na kujijengea madhabahu katika uasi dhidi yake? sasa kwa hiyo uvumi ulipofika kwamba kuna likitu wale jamaa zetu walioondoka hapa wamelijenga kwa ajili ya kumwabudia Bwana, hili kitu wamekosea, jamaa wakaweka kikao, wakaibua mashtaka kwamba hawa bwana wanawezaje kujenga hiki kitu kinyume na sheria ya Bwana, watu wao tukawavamie, tuwaue japo li ndugu zetu. sasa kama ambavyo ilivyo kwenye mambo ya maisha ya kawaida, ikaundwa tume, tume ya kuchunguza uvumi huo, tume ya kuchunguza jambo hilo. Sasa nani wawe wajumbe wa hiyo tume? Walitafutwa watu walionyooka, watu wasio na kashfa, watu wenye sifa za kichamungu na mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa mgogoro huu ambao unaweza kupelekea taifa likajifuta kwa vita lenyewe kwa lenyewe alikuwa anaitwa Finehasi, sivia. Finehasi inatukumbusha katika kitabu cha Hesabu 25, wakati wana wa Israeli walipofika Baal Peori, wakadanganywa na wakajikuta wamefanya uasi mkubwa wakazini na wale watu wa Moabu. Uchafu ukawa ni mkubwa. Mungu akaanza kuadhibu watu na siku hiyo walikufa watu zaidi ya elfu ishirini na tano katikati ya ibada za kumrudia Mungu. Ili vifo visiendelee, mtoto mmoja wa mtumishi wa Mungu akamchukua binti mmoja wao, wakawa nazini Finiasi akisukumwa na wivu mkubwa wa Mungu alienda akawachoma mkuki wote, wakafa, na ile zoezi la adhabu ya Mungu likafa, kwa sababu alifanya usafi kwa watu walikuwa wanafanya uchafu katikati ya ibada za urejeshwaji. Kwa Finiasi, alikuwa ni mtu mwenye heshima, maana alisaidia kukomesha pigo la Mungu kati ya Israeli. Kwa hiyo Finiasi akatoa hotuba kwa wale watu, akawakumbusha matukio mawili makubwa yaliyowahi kutokea Israeli. Akawakumbusha tukio la Kora ambaye alimwasi Musa, akataka naye awe na, na ujuaji ujuaji mbele za Mungu. Siku hiyo ilitokea magrev ile ili, ili, ili, kaburi la araiki maana Mungu alipasua aridhi, wakatupwa watu wa Kora wote, wakazama, wakafunikwa, wakazikwa kwa sababu tuwataka kuleta uasi, kwa anasema hata hawa watu, haya mambo yatawakuta kama ni kweli wamefanya. Finiasi akawakumbusha kilichotokea kwa mwana wa Zabdi, anaitwa Akan. Tulijifunza kwenye kitabu cha Yoshua kilichopita, dhambi ya Akan ilisababisha taifa lote lishindwe. Kwa hiyo ilibidi hiki kitu wakishughulikie, maana wasipokishughulikia hata wao na wenyewe wataingia kwenye matatizo. Wanamjua Mungu wao, ukipuuzia dhambi, ukipuuzia jambo ukapotezea tiliishe, hata wewe ambao ulipuuzia litakula kwako. Kwa hiyo wakawafata wale watu, kamati ile ambayo ilichaguliwa ikiongozwa na Finiasi na viongozi wazee wa makabila, watu wenye hekima, wakawafata, mmefanya jambo gani hili? Maana yake ni nini hili? Wakawapa nafasi ya kuwasikiliza. Sehemu inayofuata inasema, jibu zuri, jibu zuri. Jibu gani ambalo waliitoa hawa watu? Yoshua 22 23, wakawaambia hivi: ikiwa tumejenga madhabahu yetu wenyewe ili kumwacha Bwana na kutoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za nafaka na kutoa sadaka za ushirika juu yake, Bwana mwenyewe na atujibu wale watu walipoulizwa kwa kwani mmefanya vitu hivi, hamjui kwamba madhara yake ni nini? Wakasema, bwana, sisi hatukufanya kwa nia hiyo ovu, wala lengo letu sio hilo ambalo nyie mmeambiwa. Lakini tunajifunza kwa kiongozi Finiasi, kiongozi bora ni yule ambaye anatafuta kusikiliza pande zote mbili. Laiti kama angeibuka ange, ange, ange, ange na mihemko ya wale watu ambao walikuwa wamelalamika na wamesikia uvumi, maana hawajawauliza wenyewe wahusika, wangeenda kupigana vita na taifa lingeangamia, wao wangekufa na hawa nao wangekufa. Lakini wakawafata kwa hekima kuwahoji, na walipohojiwa walijibu kwa upole. Ndio maana tumejifunza fungu letu kiongozi, linasema jawabu la upole hugeuza hasira nyingi. Wale watu wakawaambia, kama sisi tumefanya hivi kwa ajili yetu wenyewe, tukujua kwamba tumemwasi Mungu, nataka tuabudu a huyo Mungu mwenyewe naaingilie kati, lakini sisi tumetengeneza hiki kitu kama tu kumbusho kwa ajili wow, ya watoto wa watoto wetu wajue kwamba wao watakapokuwa wakisimama kando ya mtu wakikiona kile kitu wanajua wao wanafungwa kumwabudu Mungu kule na si huku, na wale ni ndugu zao kupitia hiki kitu. Kwa sababu hata hivyo Torati kuwa imetoa maelekezo, mara tatu kwa mwaka hawa watu walipaswa kusafiri kwenda kumwabudu kule sahi. Lakini siku nyingine za kawaida, kitu gani kitakachowaonyesha wao Mungu wao ni yule ambaye uko upande wa pili wa mto, West Bank kule, upande wa magharibi mwa mto Yordani. tumeweka hiki kitu kama ukumbusho kwa hiyo ukweli huu ulipojulikana, ukweli huu ulipojulikana uliwasaidia kupunguza mgogoro mkubwa. Migogoro mingi ndani ya makanisa ni migogoro ya kufikiria. Viongozi wengi wa makanisa, viongozi wengi wa kisiasa wanadhani, wanasema, nasikia, nasikia. Hata juzi kaitokea mgogoro hapa, kila mtu anasema nasikia nasikia ukafanya hivi, nasikia hivi, hatuna ushahidi. Na watu wengi wamechukulia kauli za kusikia, wamegombana na wenzao. Makanisa mengi mengine yamefungwa kabisa, watu wameacha kusali kwa sababu ya majungu na maneno ya uvumi, kwamba kunasikia kuna hiki. Familia nyingi zimechukiana na kugombana kwa sababu wanaishi kwa maneno ya kusikia hiasei maneno ambayo hata mahakamani ukienda, unasema mi niliambiwa na mtu fulani hivi na hivi, ushahidi huo hauchukuliwi. Lakini tunajifunza katika somo la wiki hii, hekima ya hawa watu ndio hekima inayopaswa kuwa hekima yako. Kwa nini? Kitabu cha, kitabu cha Mithali Mithali kumi na saba Mithali kumi na nane mstari wa kumi na saba anasema, ajiteteae kwanza huonekana kuwa ana haki, lakini jirani yake huja na kumchunguza. Maana yake nini? Yule mtu ambaye atasikiliza upande mmoja na yule mmoja akajitetea, huyu anayejitetea anaonekana yuko na haki, lakini akija yule mwingine, huyu mtu ataonekana kumbe alikuwa anatoa sehemu tu upande mmoja wa ukweli hata katika conflict resolution. Ile kutatua migogoro, Mungu anatutaka tuweze kuwa na kusikiliza pande zote mbili. Ukiwa na mgogoro wa familia, ukimsikiliza mwanamke utaona yuko sahihi kabisa, ukimsikiliza mwanaume yuko sahihi kabisa. Kwa watu wengi wamechukia watu kwa sababu ya kusikiliza upande mmoja. Watu wengi hawaongeleshi watu kwa sababu wamesikiliza upande mmoja. Watu wengi wanaona watu ni wachawi, ni wazinzi, ni waovu, ni mafrimason kwa sababu wanasikiza upande mmoja, wanasikiliza hearsay. Mungu leo anatufundisha tuzame, tusikilize vina. Kuna mwanamke mmoja, ni mtumishi wa Mungu, ni mwinjilisti, nilaw kumsikia akisema nyumba yule tajiri kwenye ua lake la tiles la katikati pale naweka vyoo vyeusi unajua maana ya vile, vile vigae vyeusi. Ni vigae vyeusi vya mapambo, vinauza tu kwenye hardware. Kila mtu anaweza akaweka akipenda, lakini huyu mtu anasema pale ni shimo, ila ukikanyaga, kuna shimo kubwa katikati. Kwa hiyo ukikanyaga mbele unazama, afu ale ni mafrimason, ukizama kule wanakutoa kafara. Kwamio nikipita pale naparuka. Hakuwahi kumuuliza muhusika, hajui sababu ni nini. Aliingia ndani ya nyumba ya mtu akaangalia vitu akatunga uzushi na anahamasisha watu wengine wauamini uzushi, na watu wengi wana picha mbaya na yule mtu. Kumbe ni marembo ya kawaida. Mwingine akaniambia, yule mtumishi wa Mungu, nilipoenda kwake, anamzungumzia muumini mwenzake, iona vidude vile ameviweka pale sebleni, kama vipicha vile, ni vimadhabau vya kichawi. Wengine walienda sehemu kwa mchungaji, wakienda jioni sababu wanatupatupa tumisosi kidogo, wanakuta karungu yeye karungu yeye vidudu vetu na mibamiba mgongoni, wanasema yule mke wake ni mchawi anafuga vikarungu yeye. Say, na kanisa lote wakati ule mahali pale wakaamini kabisa zile habari, mgogoro ukawa ni mkubwa, mgogoro ukawa ni mkubwa. Viongozi wote wa kiroho wanaitwa kutafuta root cause, sababu za mizizi kwa nini jambo fulani linatokea wasije wakafanya maamuzi kwa kusikia watu. Wakikuona wewe ni wakoro, watakuletea wa mambo mengi ya kusikia, tena mengine wao ndo wachokozi. Utajikuta umeshindwa kuisimamia taasisi, utajikuta mgogoro unakuwa ni mkubwa katika familia, utajikuta majanga yanakuwa ni makubwa katika nyumba ya Mungu kwa sababu ya maneno ya, ya kusikia. Jifunze kutafuta sababu ya msingi, au ulipuzie kabisa uliko kufanyia kazi mambo ya kusikia Jambo la mwisho ni upatanisho. Upatanisho baada ya kujua ukweli, Finiasi anaongoza kamati ya, ya maridhiano, akiwapatanisha hawa watu ambao walionekana kuwa wamemwasi Mungu na taifa lilobaki linajiandaa kuwashambulia kwa sababu wametengeneza madhabao. Kumbe lengo la madhabao ilikuwa sio ibada, lengo ilikuwa ni ukumbusho wa Mungu ambaye watakuwa wakimwabudu huku huku ambao ambako wenzao wapo. Kitabu cha 22:33 Yoshua walifurahi kusikia ripoti hiyo na kumsifu Mungu. Hata waliopewa habari za uzushi wakafurahi wakamsifu Mungu, ah, kumbe tuko nao pamoja. Lakini kama wasingefanya utafiti, unajua matokeo yake. Nao hawakuzungumza tena juu ya kwenda vitani dhidi yao ili kuharibu nchi ambayo Warubeni na Wagadi waliishi. Hawakuzungumzia tena kwamba tutalipa visasi tutaenda kuwapiga, tutawachukia, tutawatenga, tutawafuta katika ushirika wetu, katika ushirika wetu. Maneno ya uzushi ni mengi, lakini Bwana asifiwe, ametupa njia ya kutatua migogoro na matatizo yanayotokana na maneno ambayo ni hearsay, maneno ya kudhaniwa, maneno ya kufikirika, mtu anaona tu kuna mtu mmoja anamuona mshiriki muumini wa kanisa anapita, baadaye anapita na mwingine wa kike, anaunganisha, anasema hawa wametokea pale kwenye gesti ile, nimewaona kabisa. alafu anatangaza sehemu zote, na unajikuta mgogoro unakuwa ni mkubwa, watu wanachukiwa, hatua zinachukuliwa, kumbe ni maneno ya kufikirika. Anatupa kanuni za kutatua migogoro, kanuni za kutatua migogoro za kibiblia na za kimaandiko. Kupitia mfano wao, tunaweza kuona hatua muhimu za kurejesha amani katika hali kama wakati zinahusiana na familia, kanisa na jamii, kuleta mahusiano yaliyovunjika kutokana na maneno ya kufikirika ndani ya kanisa, jamii au taifa. Moja ni kuwasilisha mawazo yetu, kama hata wewe umesikia maneno ya kusikia, yaseme yaseme bila kujua ni ya kweli au ya uongo. Lakini jambo la pili, don't rush to conclusion Usikimbie kufanya hitimisho kwamba hivyo alivyosema ndivyo yenyewe. Jambo la tatu, zungumza kuhusu hayo matatizo kabla hujatenda, usianze kutenda. Umesikia tu mtu umeshachukia kumbe, mtu anataka umchukie huyo mtu, mtu. Umesikia fulani ni mbaya na umeanza kumwona ni mbaya. A a, yazungumze na wahusika ili uone kweli uwa ubaya upo Jambo la tatu, kuwa tayari kujitolea ili kufikia umoja. Lazima usacrifice. Watu walitenga muda wao. Finiasi aacha kazi zake kwa ajili ya kutatua mgogoro. Uwe tayari kufuatilia kujua mzizi wa tatizo ni nini, ili usije ukajikuta umeingia kwenye mikumbo ya kiroho ya kutuhumu watu. Lakini jambo lingine ambalo tunajifunza kwa kabila la Ruben, Dani na sehemu nusu ya kabila la Manase: Toa jibu la adabu kwa shutuma. Biblia inasema jibu la upole huondoa hasira nyingi. Hawa mabwana walipoulizwa kuhusu tuhuma yao walijibu kwa adabu na kwa unyenyekevu na kwa upole sana, wakifafanua motives, nia zao na mgogoro kuwa mkubwa. Lakini wangesema sasa liwao naliwa, hata sisi tuna Mungu asa kuangalia, sijali, mgogoro ungekuwa mkubwa na vita vingepigana, sababu ingekuwa ni ya kijinga sana wao kuuana. Lakini jambo la mwisho Furahi na mbariki Mungu. Amani inaporejeshwa, wasiwepo watu watakaotafuta upande wa kushinda. Amani inaporejeshwa katika familia, amani inaporejeshwa katika nchi, amani inaporejeshwa katika jamii, furahi, ikiwezekana mpike na vyakula na soda na